Very good, very good, very good. Katika siku ya mwisho ya ziara yake eneo la mlima Kenya, Rais William Ruto alianzia kaunti ya Nyeri, akizindua miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu na ujenzi wa soko la kisasa mjini Odhaya, katika eneo ambalo ni ngome yaliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. unajenga soko ingine kubwa kule Nyeri town, hiyo ilikuwa inaitwa Mudavadi pale. Tumeweka pale karibu milioni mia tatu kujenga na leo mimi nimefika hapa Odhaya, soko yenu ya Odhaya hapa tumewapatia milioni mia tatu ishirini na tano ya kujenga soko ya watu wa Odhaya. Hizi manyumba tunajenga hapa ni mia nne pia na sitini, kwa sababu tunataka hii sehemu izalishe ajira ya vijana. Na namba mbili, hii Nyeri, kuna watu wanaishi katika vitongoji duni, inaitwa slums. Wale wanaishi huko, eh, kule kwa weitemere huko, tunataka wahame wakuje waishi hapa. Rais na kikosi chake ambao wamekuwa wakitumia ziara hiyo kumshambulia Gachagua, sasa wakionekana kujitenga na siasa na kusema kuwa sasa hivi ni wakati wa kuwafanyia wananchi maendeleo, kwani kwa kiasi kikubwa wananchi watafanya uamuzi mwaka 2027 kulingana na maendeleo atakayofanya, ila ataelekea nyumbani ikiwa hatafanikiwa. Kilimo nimenyorosha, mnapata mapato zaidi. Barabara ndio hiyo, mimi najenga. Soko ndio hii sitima ndio ile. Mtakuja kuniuliza mtihani, mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha. Nikipita mimi naendelea, nisipopita mimi naenda kulima, hakuna problem. Sisi maneno ya siasa tunajua, ikifika tutapiga siasa wakati huo, lakini kwa sasa tuhudumie wananchi, tuheshimu wananchi, tuheshimu viongozi wote. Aidha, amejitokeza wazi kuwakejeli viongozi ambao wanachochea wananchi kuwazomia viongozi wengine na hata kuchochea vurugu, akiwahimiza kutekeleza walioahidi. saa hizi tuwachane na siasa ya kubishana, saa hizi ni tufanyie kazi hawa wananchi, mambo ya siasa itakuja siku yake. iko haja ya kupigana makelele? iko haja ya kuleta vita kwa mikutano iko haja ya kuleta makelele kwa viongozi? Si nyinyi wote mlituchagua? Si kila mtu mmeapitika kazi siyafanye. Baadaye, Rais Ruto alizuru kaunti ya Kiambu, eneo ambalo ni kati ya maeneo yanayozalisha kahawa kwa wingi nchini, akidokeza kuwa amefanikiwa kuwafurusha wakiritimba katika sekta ya kahawa na kwamba wakulima wanatarajia kuanza kuvuna pakubwa kutokana na kilimo hicho. kilimo ya kahawa imetekwa nyara na watu wachache, matapeli na wakora, na ndio walikuwa wametuangaisha na kilimo ya, ya mambo ya, ya kahawa, na mkaniambia ninyoroshe hiyo mahali hiyo wakora wote. Mtu mmoja ati alikuwa na leseni, yeye ni mkulima, yeye ako na leseni ya mila, yeye ako na leseni ya broka, yeye ako na leseni ya Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja ndio ananyanyasa wale watu wengine wote. Hiyo sehemu yote mimi linihamisha coffee reforms. Baada ya rais kukamilisha ziara yake na kuondoka eneo la mlima Kenya, macho ya Wakenya yamesalia eneo hilo kuona iwapo ziara hiyo itafikia malengo yake ya kuzima joto la kisiasa mlimani.